Baada ya kudumu kwa takribani miaka kumi na tatu ambapo alijiunga na klabu ya real madrid msimu wa mwaka elfu mbili na kumi na mbili hatimaye maestro luka modric kutoka nchini croatia ameamua rasmi sasa kwamba baada ya kumalizika kwa ile michuano ya klabu bingwa ya dunia kwa upande wa vilabu michuano ambayo itafanyika marekani mwezi huu wa sita kuanzia tarehe kumi na nane nyota huyu sasa ametangaza rasmi kwamba atatundika daruga baada ya miaka kumi na tatu ya utumishi ndani ya klabu ya real madrid lakini akiwa na rekodi ya kushinda takriban mataji 28 na, na klabu hiyo ambapo kati ya hayo mataji 28 na ameshinda UEFA Champions League mara sita, ligi kuu nchini Hispania mara nne, klabu bingwa vilabu mara sita, UEFA Super Cup mara nne, Copa del Rey mara mbili, Super Copa de Espana mara tano. Kwa upande wa tuzo binafsi, Luka Modric ameshinda tuzo ya Ballon d'Or lakini pia ameshinda tuzo ya mchezaji bora wa kiume wa FIFA lakini pia ameshinda UEFA Men's Player of the Year mwaka 2018. UEFA Champions League Midfield of the Season mara mbili, lakini amecheza jumla ya michezo 590 na amefunga jumla ya mabao 43 kushinda tuzo ya FIFA World Cup Golden Ball vilevile vile, tuzo ya FIFA World Cup Silver Golden Ball. Kwa upande wa timu yake ya taifa ya Croatia amecheza jumla ya michezo 186 akiwa ameweka rekodi ya kuwa mchezaji aliyecheza michezo mingi zaidi kwa timu ya taifa. Na sasa Real Madrid wanaangalia mbadala wake, ambapo wameanza kumtolea macho Enzo Fernandez wa klabu ya Chelsea, ila Chelsea wamesema nyota huyu hauzwi na haendi popote. Lakini baada ya hapo, Real Madrid wakaanza kumtolea macho mchezaji mwingine ambaye ni Ezekiel Palacios. Lakini kwa upande wa huyu Ezekiel Palacios inawezekana, kwa sababu ya ukaribu wake yeye pamoja na kocha Zabi Alonso. Lakini pia kama Manchester City wataingilia dili la Ezekiel Palacios, huenda wakatia ugumu kwa Real Madrid kumpata mchezaji huyu ambaye wanamwangalia kama replacement sahihi ya nyota Luka Modric ama Mtakatifu Luka. Hivi ndivyo miaka kumi na tatu ya utumishi ndani ya klabu ya Real Madrid kwa nyota huyu Luka Modric inavyokwenda kutamatika huku akiwaacha wachezaji wengi sana wakitamani sana kucheza naye, lakini tayari umri unamtupa mkono. Huyu ni Luka Modric, maestro, mtaalamu wa ile mipira ya kukata au ya kukevu, lakini kitaalamu inaitwa Trivela.